Hello. Mambo vipi? Ah, jina langu naitwa Daudi na siku ya leo nataka nikupe elimu moja tofauti sana, elimu ambayo wapo baadhi ya watu wanaifahamu na kuitumia katika maisha yao ya kila siku, lakini wapo ambao bila shaka naamini hawaifahamu. Kwa hiyo kama unaifahamu hongera sana kwako. Ah, lakini pia kama huifahamu basi ni fursa nzuri kwako kuipokea ama kupokea hiki kitu ambacho nakuletea. Na hivi utajisikiaje iwapo nitakwambia ya kwamba matukio yako ya kila siku, maisha yako ya kila siku, ama changamoto unazozipitia kila siku zinaendana na tarehe yako ya kuzaliwa? Na maanisha nini? Kitu ninachotaka kukuletea kinaitwa numerology, sawa? Numerology ni elimu ambayo inahusianisha tarehe ya kuzaliwa ya mtu husika na matukio yake ya kila siku katika maisha yake. Sasa katika huu ulimwengu wa numeroloji, numeroloji una kitu kinaitwa life path namba. Umeona, unaweza ukasema kama namba ya njia ya maisha ama namba ya maisha, unaweza ukasema hivyo. Kwa hivyo kwenye ulimwengu wa numeroloji kuna jumla ya life path namba kumi na mbili. Narudia kwenye ulimwengu wa numerology kuna jumla la life path number 12. Kuna zinazoitwa primary. Primary numbers ambayo ni moja mpaka namba tisa, namba moja mpaka namba tisa yani kuna life path namba moja life path namba mbili, life path namba tatu namba nne namba tano namba sita saba nane tisa, hizi zinaitwa primary numbers ikiwa namaanisha wapo watu ambao wanadondokea kwenye life path namba moja, wapo wanadondokea kwenye life path namba mbili, namba tatu mpaka namba tisa, lakini pia kuna makundi matatu ama kuna life path nyingine tatu ambazo zenyewe zinaitwa master numbers. Master numbers zina zinahusianisha life path namba kumi na moja life path namba ishirini na mbili lakini pia life path namba thelathini na tatu Sasa mtu atafahamu vipi Life path namba yake unafahamu vipi? Wewe ni life path namba moja unafahamu vipi? Wewe ni life path namba mbili mpaka namba tisa? Na unafahamu vipi kwamba labda wewe ni upo kwenye kundi la master numbers, yani life path namba kumi na moja, ishirini na mbili na thelathini na tatu Kwa siku ya leo nitakupatia nita elimu hii, siku ya leo nitakuelekeza kwanza namna ya kufahamu life path namba yako. Tukumbuke kama nilivyosema hapo awali ya kwamba Life path namba yako ni inaendana ama inatokana na tarehe uliozaliwa sasa. Unapataje? Unachukua siku tarehe ya siku uliozaliwa yani, tarehe ya siku uliozaliwa tarehe ya mwezi, lakini pia na mwaka husika. Tuchukulie mfano mtu aliozaliwa tarehe ngapi? Tuchukulie mfano mtu aliozaliwa labda, labda tarehe tano mwezi wa tano mwaka tisini na tano tumchukulie mfano huyo mtu aliozaliwa tarehe tano mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano. Sasa ili upate life path number, unatafuta jumla ya namba zote, yani namba ya siku husika, namba ya mwezi, lakini pia namba ya mwaka, jumla yake. Hiko ndo kitu cha kwanza cha kufanya. Kwa tutafute jumla yake ya mtu aliozaliwa tarehe tano mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano.

elfu moja mia tisa tisini na tano, kuna namba moja tisa tisa na tano. Kwa, tunaelewana. Tano jumlisha tano ni kumi, unajumlisha na moja ya mwaka. Sasa unajumlisha na moja, inakuwa kumi na moja. inakuwa ukijumlisha ukijumlisha na tisa, inakuwa ishirini. Ukijumlisha na tisa nyingine, inakuwa ishirini na tisa. Ukijumlisha na nyingine tano inakuwa thelathini na nne. Tumeelewana. Sasa hapo tushapata jumla 34, yani mtu alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 5 1995. Jumla ya namba zote ukijumlisha unapata 34. Sasa ile jumla unaoipata, kama haitoangukia 11 au haitoangukia 22 mbili au 33, maanake hizo namba unazozipata ile jumla unaipunguza kwa kuzijumlisha tena. Labda nirudie tena, tumejumlisha tumepata 34. Ndio, ni yani mtu alizaliwa tarehe tano mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano tumepata thelathini na nne. Kwa vile kuna master numbers ambazo ni kumi na moja, ishirini na mbili na thelathini na tatu, na tuliopata ni thelathini na nne. Yani tuliyoipata hiyo thelathini na nne sio kumi na moja, thelathini na nne sio ishirini na mbili, thelathini na nne sio thelathini na tatu. Kwa maana yake tutachukua kwenye thelathini na nne, tunaichukua ile tatu tunajumlisha na ile nne, tunapata ngapi? Tunapata saba. Kwa hiyo mtu alizaliwa tarehe tano mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano. Yeye yeah, anadondokea kwenye life path namba saba, sio hapo? Tumeelewana. Lakini kama utajumlisha mwaka usika wa mtu alafu utapata jumla kumi na moja, manake hutoijumlisha tena. Yani huyo mtu ni kadondokea kwenye master numbers yeye, yeah, ni life path namba kumi na moja. Kama utajumlisha utapata 22, manake hutoijumlisha tena, manake huyo mtu kadondokea kwenye master, master number 22, kwa hiyo inabaki kama ilivyo. Na kama utajumlisha tadondokea kwenye 33, manake huyo mtu kadondokea kwenye life path namba thelathini na tatu kwa hiyo hutoijumlisha, utaacha kama ilivyo. Ila ukipata jumla yoyote ambayo sio kumi na moja, sio ishirini na mbili na sio thelathini na tatu unaijumlisha tena mpaka ibaki namba hii, namba moja ibaki single namba au ibaki primary namba. Ndo hapo umeipata life path namba husika ya yule mtu. Ndo kama wa mwaka tisini na tano tulivyojumlisha tumepata thelathini na nne tukachukua tatu tukajumlisha na nne tukapata saba. Kwa hiyo mtu aliozaliwa tarehe tano mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano yeye ni life path namba saba. Sasa is life path namba saba ama life path yoyote, kila life path ina tabia zake. Sawa, life path namba moja wana tabia zao, wana sifa zao. life path namba mbili, tabia zao, sifa zao mpaka life path namba tisa na mpaka au wa master namba 11, 22, 33, wote wana tabia zao na sifa zao. Kwa hiyo kuna kuna kitu cha kuna kazi kubwa na ya msingi ya kuifanya kila mmoja kuifahamu life path namba yake, lakini pia kufahamu zile sifa. Sasa leo nimekuelekeza namna ya kupata life path namba. Next time ama kipindi kinachofuata, nitachambua life path moja kuenda life path nyingine. Sio tunaelewana? Yaani, nitawazungumzia wa life path namba moja, nitawazungumzia life path namba mbili, nitazungumzia life path namba tatu. Kila life path nitaizungumzia kiundani, sifa zao, tabia zao, namba zao za bahati ni zipi, namba zipi wanapaswa kuwa nazo makini katika maisha kila siku, namba zipi ama mwezi upi, tarehe ipi anapaswa kujaribu kufanya labda kitu fulani, kama ni biashara nini, ambapo unakuwa na asilimia kubwa akafanikisha yote tutazungumza katika hiki kipindi chetu cha The Code Talk. Ni kusihi sana ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, ni kusihi sana hebu share haya maarifa, Subscribe kwenye hii channel, lakini pia comment kadri uwezavyo, na mimi pia comment, nitazipitia na kuzijibu kuhakikisha tunatoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine, lengo tuwe na maarifa, lengo tuwe jamii ambayo iko well informed, jamii ambayo ina ina taarifa, jamii ambayo haipo tena kwenye maisha ya kuishi gizani ya kutokuwa na knowledge fulani au knowledge fulani. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kwa ajili ya kushare na kuhakikisha kila mmoja anakifahamu kile ambacho mwingine anakifahamu. Tumetoa mfano mmoja wa kufahamu life path namba kwa mtu alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 5 1995. Tuchukulie mfano mwingine. Tumchukulie mtu aliozaliwa tarehe 28 labda mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba Umeona, tarehe 28 mwezi wa kumi elfu moja mia tisa tisini na saba kwa maana yake utaanza kujumlisha siku husika, utajumlisha na mwezi, utajumlisha na mwaka roala tarehe 28 mwezi wa kumi Maana yake utaanza kuchukua ya tarehe 28 ambayo sasa ni mbili jumlisha nane, sasa nani, unapata kumi. Tukumbuke kazaliwa mwezi wa kumi sawa? Huko tulishapata kumi kwenye mwezi wa kumi unajumlisha moja na sifuri unapata kumi na moja, sindio? Unaenda kwenye mwaka, mwaka unauchambua kazaliwa tisini na saba. Umona huku nyuma tushapata kumi na moja. Kwa kumi na moja ukijumlisha moja kumi na mbili, ukijumlisha tisa inakuwa ishirini na moja, ukijumlisha tisa nyingine inakuwa thelathini, ukijumlisha saba inakuwa thelathini na saba. Tukumbuke hiyo jumla tulipata thelathini na saba haijadondokea kwenye kumi na moja wala 22 wala thelathini na tatu ambazo ni master numbers. Kwa hiyo 37 inapaswa kupunguzwa. Inapaswa kupunguzwa mpaka kupata primary number ambayo ni moja mpaka tisa. Kwa kwani 37 unajumlisha 3 unajumlisha na 7. Unapata ngapi? 3 jumlisha 7 unapata 10. Still, unakuwa umepata namba ambazo ziko mbili ambazo pia zinadondokei kwenye 11, 22 wala 33 inapunguzwa tena kwa kujumlisha moja na sifuri, yani ile kumi unajumlisha moja na sifuri ambapo unapata moja. Kwa hiyo mtu aliozaliwa tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi elfu moja mia tisa tisini na saba yeye anadondokea kwenye life path namba moja, life path ya kwanza kabisa. Tukumbuke kila life path ina sifa zake. Naamini mpaka kufika hapa tutakuwa tumepata mwangaza kidogo wa kila mmoja kufahamu kufahamu life path namba yake inayotokana na mwaka wake wa kuzaliwa. Unaweza ukaandika pia, haujaelewa ukaandika tarehe yoyote, lakini mimi pia nitakuja, nitakupigia hesabu ili uweze kuelewa. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha msingi ni kila mmoja kufahamu life path namba yake. Alafu, zinazofuata itachambua life path moja mpaka nyingine. Life path ya kwanza mpaka ya tisa na wa master numbers life path namba 11, 22 na 33. Mpaka kufika hapa na kushukuru sana kwa kunisikiliza. Naomba tena kwa wakati mwingine upate kushare upate ku comment, lakini pia ku like na ku subscribe katika hii channel. Mengi mazuri yanafuata. Jina la kipindi, kipindi kinaitwa The Code Talk. Tunaongelea vitu vingi vitu tofauti tofauti kusudi kupata elimu, kupata maarifa. Kutoka kwenye maarifa fulani kwenda kwenye maarifa fulani.